Tumeweza kuongeza ukusanyaji wa michango michango, imeongezeka kwa kipindi hiki, tumekusanya trilioni mbili nukta tatu kwa kipindi chote hiki ambacho, uh, tumekusanya, na kati ya hizo asilimia tisini na mbili ni michango ya wanachama, asilimia saba ni pato la uwekezaji na asilimia moja ni mapato ya vyanzo vingine. Kwa hiyo, tumeweza kufanikiwa kutokana na juhudi za serikali ya awamu ya sita kama nilivyosema, kwa kutumia mifumo sasa, kuna kwenye kwenye bima ya afya kuna kitu anaita rejection rate, yani ni m, m, kitu kinapoleta madai, kuna madai yanayokubaliwa na kuna madai yanayokataliwa. Kwa hiyo kwenye hilo kuna kiwango ambacho sasa kimepungua. Mwanzo ni rejection rate au kiwango kilichokuwa kinakataliwa kilikuwa kinafika asilimia kumi na nane. Sasa hivi imepungua kwa 50% tunakwenda asilimia tisa. On average ni asilimia saba, kwa sababu kuna vingine vituo vingine vya serikali vile vidogo vidogo vina rejection kubwa kidogo kama 11%, asilimia kumi na moja. Na vituo, um, vile ambavyo uh, vituo vya dini na mashirika ya dini venyewe rejection rate yake kwa asilimia saba na vile vya sekta binafsi asilimia tisa. Kwa hiyo hii ukiweka pamoja nakuta kwamba imepungua kwa kiwango kikubwa sana kama livyosema hapo awali, ulipaji ulipaji umeongezeka kwa kiwango kikubwa kwa sababu na vituo navyo pia vimeongezeka na hospitali zetu huduma zimeongezeka. E, zamani ilikuwa kufanywa CT scan MRI wengine ilikuwa ni mpaka uende nje ya nchi. Sasa hivi vipimo hivyo vinafanyikia hapa hapa Tanzania, na sisi kama mfuko wa bima ya afya pia tumetambua kwa hiyo ndo maana mtaona vifurushi vyetu vimebadilika. Vifurushi vyetu sasa hivi vinatambua hizo huduma muhimu na huduma bobezi ambazo wanachama wetu wanahitaji kuzipata. Kwa hiyo serikali wao wanapokea, pamoja na kuwa na vituo vingi, wanapokea asilimia thelathini saba ya madai yote, na tukiongelea binafsi asilimia thelathini tano na mashirika ya dini asilimia 28. Kwa hiyo serikali kwa kipindi cha miaka hii minne imelipa zaidi ya trilioni mbili nukta mbili tisa kwa vituo vyote hivyo. Kwa hiyo ukigawanya kwa zile percent, mtaweza kuona jinsi ambavyo um, uh, jinsi ambavyo vituo vyetu vitu na sekta ilivyofanikiwa. Na nyinyi ni mashahidi wale vile vituo vyote ambavyo vinatumia bima ya afya ya NHIF vimeongeza ubora wa huduma, lakini vingine vimepanua huduma kuongeza vyumba, wengine wameongeza eh, vituo vya upimaji na kadhalika, kutokana na ile pato ambalo linatoka kutoka uh, NHIF uh, trilioni mbili